Sadati, nimekutana na viongozi wa siasa sasa hivi. Hapa nimetoka serikali, niko katika viongozi wa siasa. Huyu ni mwenyekiti wa kata, tafadhali naomba. Ndio hivi kata, tafadhali. Shukrani sana watazamaji wa Sadati, mambo mazuri haya

Labda mwamba anaweza akamzungumzia vizuri. Naomba nirudi kwako tafadhali, Mheshimiwa. Yeah, tafadhali, naomba jitambulishe. Watazamaji wangu wa Saadati wanataka kufahamu kwa awamu ya hii sasa hivi, huko msibani hapa, wanakuona japo kwamba umejificha kidogo, lakini unaonekana wewe ni kijana mpambanaji katika siasa. Hebu mwelezee mzee unavyojua katika siasa, maana ni mkongwe yule. Tengea Tano, wewe unamfahamu vipi kisiasa nah? Marehemu, mimi kwanza nijitambulishe jina langu, naitwa Meja Tembo, asante. Vizuri, mimi ni mwenyeji Tegete na marehemu <coughs> uh, j Ngindo ni mmoja wa wazee wangu, ni si wazee ambao wamenilea lakini pia ndio waliokaribisha mama zangu Tegete katika aridhi hii mimi nimezika mama yangu ambaye alikaribishwa na hawa. Kwa hiyo niseme ni kwamba tumempoteza mtu ambaye muhimu sana, kiungo, baba mzee wa watu, ambaye ulikuwa ukienda ukosi kuondoka na kitu. Kwa ufupi ilikuwa kapuletu. Sawa, eh, sahihi kabisa, yeah. Ni mtu ambaye ameacha historia nzuri. Tunaambiwa kwamba kila mtu anaandika historia yake, ama anaandika wimbo wake, alafu atachagua yeye mwimbweje, lakini watu wote waliokuja hapa, maana yake leo kuna wimbo ambao mzee wetu aliuandika. Leo kila mmoja wetu hapa na wimbo kama wanatiketi kwayo. Mwenyezi Mungu amuhifadhi yeye na kizazi chake, kwa makubwa ambayo mzee wetu huyu ameyafanya. Mengi amezungumza mwenyekiti wangu wa serikali ya mtaa, ukweli makubwa mengi ameyafanya kubwa sisi kama wanategeta unakuja kumsindikiza, lakini kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia sote, Mwenyezi Mungu atujalie njia ya kheri, tukiamini yeye pia yuko kwenye kheri. Asante. Kwa mujibu wa kitabu chetu cha Qurani lakini pia kwa mujibu wa kipenzi chetu mm, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio kwa hiyo wanasema mambo mazuri unaoyafanya utawaachia watu, lakini pia mambo mazuri unaoyafanya unaenda nayo lakini mambo mabaya unaoyafanya utawaachia watu na mambo mabaya utaoyafanya utawaachia watu. Kwa hiyo wewe utachagua wakuimbe vipi kwenye uli wimbo wako. Sisi leo tuko hapa tunamwimba vizuri mzee wetu, kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama okay na serikali tunakuja <mukunia> kumsindikiza mzee wetu, hilo ndio kubwa zaidi. Nawapongeza sana, nawapongeza sana mtazamaji wangu wa Saadat TV. Hapa naiko na kiongozi wa chama, lakini nataka niwaambie kwamba hiki ni, kwa ni chombo chao na wana, nataka niulize hapa sasa, wanakizungumziaji kwa sababu hiki chombo iko Tegeta tena kiko mtaa wao na ofisi iko ndani ya mtaa wao, wow. nani atazungumza kati ya maana yoyote, mko hapa sahihi Niseme uh, ni chombo shirikishi kama kameramani pale imekuwa shirikishi uh, ni chombo shirikishi ambacho tunashirikiana nayo kwa mengi haswa kwenye mambo haya kijamii, bia ya kijamii. Naomba pia Mwenyezi Mungu awatie nguvu zaidi, muendelee hivi hivi kuyafanya haya mambo ya kijamii kuwa mazuri, nao mnafika na, ku, na kuchukua mm, hizo taarifa mkaapa watu anaona, kili, watu wanaona, watu wanajifunza, ko ni moja ya darasa pia kwa sisi wanadamu. Kuna kitu unaweza ukakifanya wakiona kwa mtu mwingine, labda amekizungumza, ikawa somo kubwa kwake na kikabadilisha maisha yake, kwa sababu umezungumzwa watu wengi hapa. Kwa hiyo pia naamini kwenye haya yaliyozungumzwa hapa, basi watu wengi watakuwa wamejifunza, kwa sababu kifo pia ni mawaidha. Kwa hiyo sisi tulikuwepo hapa tutajifunza, lakini watakaoona pia wanaamini, watajifunza. Nashukuru kwa sana sana sana. Na mtazamaji wangu wa Saadat TV popote ulipo duniani, leo nilikuwa hapa kwenye tukio hili kubwa kabisa, na nikirusha matangazo hayo kutoka hapa makaburi ya Komandenga. mtawa wazi chegeta nikuwa endelea kunifuatilia lakini pia jifunze katika haya maelezo, yamezungumza mengi. Je, wewe unaondokaje? huyu mzee ameondoka kwa staili hii. watu uma wengi na wamejifunza kupitia mimi na wewe, tunaondokaje katika ardhi? Endelea kulifuatilia mtazamaji wangu kwa Sadat TV popote ulipo duniani, na mimi Yusuf Isa Kanokole, na hii ni Sadat TV. Asante.